Kitu ambacho tutakimisi ni kwamba Sabuni alikuwa kiongozi mnadiskasi, mnajadiliana e, kama kamati yake kama familia, iki tuendeje. Hawezi kufanya kitu hajakaa na kamati yake, na hata kama atafanya jambo pasi wewe kujua, basi atakupigia simu mama kuna jambo moja mbili tatu nimelifanya, lakini nafikiri tukikutana kama kamati tulijadili, lakini e, nimeisha lifanikisha kwa vitu vidogo vidogo tu. Kwa mfano kama tuko kwenye ujenzi e, nakumbuka tena ilikuwa ni wakati wa hiyo misaraba, ananiambia mama, ili naona tena ni hapa karibuni, akawa anasema natamani kuacha nimeweka hii misalaba na nimeshamwambia mtu ameshaanza kazi. Kwa hiyo ni baba ambaye, yaani kwa kweli, alikuwa mshirikishaji

aliniambia yeye kwamba anatamani sana ibada ya huruma ya Mungu ienee kwa watu wengi ambao hawana nafasi au hawajafundishwa bado, hasa picha ya huruma ya Mungu, rosari ya huruma ya Mungu. Kwa hiyo namshukuru sana na nitamkumbuka sana kwa matashi yake mema na kunishirikisha kwenye kipindi chake huu tunafanya sasa hivi ni mwaka wa tatu kuitangaza ibada ya huruma ya Mungu. Daima nitamwombea huruma ya Mungu Padri Paul Sabuni Mboje, mwanzilishi wa kipindi cha huruma ya Mungu 33.

kama unavyoshuhudia kwa karibu kabisa hapo, ni waombolezaji hao wana parokia ya Mtakatifu. Sasa tunaingia katika lango eh, na kanisa. Kama unavyoweza kuona baadhi waombolezaji wakiwa kabisa barabarani eh, wengine kwa kilia, kwa kweli, na wengine wakiwa na puso za kwa kweli sisi tumepokea kwa masikitiko makubwa sana kumpoteza baba yetu paroko wetu, padri Paul Sabuni. Alikuwa ni baba yetu wa kiroho, kama tunavyofahamu. Alikuwa paroko, anatuongoza sana sana sana, sana, kiroho lakini tulikuwa tunaishi naye vizuri sana kama baba yetu. Alikuwa mwalimu wetu mzuri sana wa kila kitu, mwili kiroho, lakini alikuwa mshauri wetu mzuri sana, alikuwa anatusaidia kwa mambo mengi sana ambayo tulikuwa tunahitaji ushauri au msaada wake kama wawata waparokia. Uh, aliniambia yeye kwamba anatamani sana ibada ya huruma ya Mungu ienee kwa watu wengi ambao hawana nafasi au hawajafundishwa bado, hasa picha ya huruma ya Mungu, rozali ya huruma ya Mungu. Kwa hiyo namshukuru sana na nitamkumbuka sana kwa matashi yake mema na kunishirikisha kwenye kipindi chake. Huu tunafanya sasa hivi ni mwaka wa tatu kuitangaza ibada ya huruma ya Mungu. Daima nitamwombea huruma ya Mungu Padri Paul Sabuni Mboje, mwanzilishi wa kipindi cha huruma ya Mungu thelathini na tatu